Namna moja kwa moja na kunjua jamvi hili na taarifa kuwa serikali ya kaunti ya Kakamega ina mpango wa kuendeleza na kukamilisha miradi ya maendeleo iliyoanzishwa na utawala wa aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo, Wycliffe Ambetsa Oparanya, kuinua uchumi na mapato ya wakazi wa kaunti hiyo ambayo ina idadi kubwa ya watu nyuma ya kaunti za Nairobi, Kiambu na Nakuru. Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, huyu hapa mwanahabari wetu Buayo ambaye amekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Akihutubia wakulima katika hafla ya siku ya gavana na wakulima katika kituo cha mafunzo cha kilimo cha Bukura eneo bunge la Lurambi, gavana wa kaunti hii Fernandes Barasa amesema kuwa tayari mipango imewekwa kukamilisha miradi kama vile kiwanda cha chai cha Madala lichoko eneo bunge la Shinyalu kile cha mahindi katika eneo bunge la Lugari na kile cha maziwa katika eneo bunge la Malava. Barasa amesema kuwa hizi zitafanikisha kubuni nafasi za kazi kwa vijana na wakulima kupata soko la karibu, kuuza mazao yao ya shambani na kuwataka wakulima kutumia fursa hiyo ili kujikita kwenye kilimo na kupunguza njaa pamoja na kuongeza mazao shambani wiki ijayo, na hiyo program itasaidia vijana wetu kupata ajira. ita- itawezesha pia wakulima wetu ambao wanavuna mahindi kupeleka kwa ile factory yetu pale serikalini, na iko na capacity ya kusaga mahindi tani 30 kwa siku. Hiyo inamaanisha kwamba tunapopanda mahindi tutashafanikishwa Wakati huo huo, maafisa wa kilimo wa nyanjani wamepata baiskeli za kuwasaidia kufikia wakulima kwa haraka na kuwasaidia kufanya kilimo cha kisasa huku uzingatifu wa mazingira ukiangaziwa. Hii baiskeli tunaamini ya kwamba zitawasaidia katika majukumu yao ya kuvisit households, ya kufikia wale wagonjwa na kuwapa muda zaidi wa kuweza kujumuika katika kazi zao. Wapokee hizi uh, baisikeli ili zikaweze kuwasaidia kwa kazi zao za kilimo pia. Hizi baisikeli ni non motorized kwa hivyo hazitumii mafuta. Hazitoi um, uh, hewa chafu, hazitoi carbon katika environment. Wanatuchangia kupitia huu mradi wa baisikeli, watatuchangia 8.5 million by the the end of the day when we distribute bicycles. Wale watapata baiskeli hapa ni watu 250 bado tuko na baiskeli zingine ambazo hatujapeana. Wadau katika hafla hiyo wakiongozwa na Violet Shibute wakielezea changamoto walizonazo katika hali ya ukulima na kutaka serikali ya kaunti ya Kakamega kuwajibikia swala hilo ili kuwe na kilimo kilicho bora. The farmers request your excellency assistance in fast tracking

Nikiripotie habari za TV Magharibi kutokea eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.